Kwa kifupi ni kwamba mabinti hao wote ni mabikira, yaani hawajawahi kukutana mwanaume kimwili. Walitekwa na kufutwa kumbukumbu zao, kisha wakapanikizwa chuki dhidi ya wanaume, wakatengenezewa historia na nabii za uongo. Unabii mojawapo ni kuja kutokea kwa mwanaume ambaye atakuja kuwatoa bikira wanawake hao. Atakayetolewa bikira na mwanaume huyo hatojisikia maumivu yoyote, pia atakuwa amebarikiwa. Karibu tena kwenye chaneli yetu pendwa inayokupa wasaa kutazama movie ya masaa hadi matatu kwa dakika zisizozidi thalathini. tunachokifanya hapa ni kukupa dondo muhimu katika movie. kisha mwishoni au katikati ya story, tunakupa jina la movie ili ukaitafute mwenyewe. kama bado hujasubscribe, bonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe. kisha bofya alama ya kengele. Mimi nitakujulisha kila nitakapopakia video mpya. Leo tena tunarudi nchini Nigeria. hapa tunakutana na jamaa mmoja ambaye alikuwa na tatizo la kupata mtoto. Mke wake alikuwa akilalamika kila siku, mke anataka mtoto, jamaa hana uwezo wa kumpa mimba mwanamke, na madaktari wamethibitisha hilo. Kutokana na malalamiko mengi kutoka kwa mwanamke, jamaa anakosa raha baada ya mke wake kumtamkia wazi kwamba asipompa mimba mwezi huu hataweza kuendelea tena na ndoa hii, kisha akaondoka. Mzee alikuwa akisikia maneno yale, usoni alionekana kufadhaika sana. Jamaa alipoingia ndani, mlinzi pia alimfuata na kujaribu kumshauri bosi wake. Mlinzi alisema lipo suluhisho la tatizo lako. Jamaa kwa sababu ana shida na anampenda kweli mke wake, alikuwa ipo tayari kwa lolote, ili mradi tu apate suluhu ya tatizo lake. Japo mlinzi alimuonya na kumwambia kuwa suluhisho la tatizo lake linaweza hata kugarimu maisha yake, lakini jamaa hakujali hilo. Mlinzi alimpeleka bosi wake hadi eneo fulani, na kisha kumweleza bosi wake aende mwenyewe. Alitembea msituni hadi akapotea. Kwa bahati nzuri, akamuona binti mmoja msituni hapo. Alipotaka kumuuliza binti huyo, binti alionekana kuwa mwoga na kuanza kukimbia. Jamaa akaanza kumkimbiza huku akimwambia, nimepotea, naomba msaada. Jamaa alimkimbiza binti hadi alifika mahali akajikuta amezungukwa na mabinti wengi sana. Jamaa alijaribu kuongea na mabinti hao, lakini mabinti walionekana kama hawaelewi lugha ya Kiingereza. Walimkamata jamaa na kuamua kumwandaa kwa ajili ya kafara aliomba sana jamaa aachiliwe lakini hakusikilizwa. Taratibu za kafara zilipokamilika, kinachukuliwa kisu na moja kati ya mabinti hao anachukua kisu na kutaka kumchoma, anatokea kiongozi na kuzuia zoezi la kumtoa kafara. Kwa kifupi ni kwamba mabinti hawa wote ni mabikira, yaani hawajawahi kukutana na mwanaume kimwili. Walitekwa na kufutwa kumbukumbu zao, kisha wakapandikizwa chuki dhidi ya wanaume, wakatengenezewa historia na nabii za uongo unabii mojawapo ni kuja kutokea kwa mwanaume ambaye atakuja kuwatoa bikira wanawake hao. Atakayetolewa bikira na mwanaume huyo hatajisikia maumivu yoyote, pia atakuwa amebarikiwa. Mwanaume huyo atatambuliwa akivuliwa nguo, wanawake wote watapata msisimko wa ajabu. Kweli alipovuliwa suruali wote waliloa. Kiongozi anasema, jamani sasa unabii unakwenda kutimia. Kwanza watachaguliwa wanawake watano kwa ajili ya the chosen one. Kila mmoja alitamani kupata hiyo nafasi. Mke wa jamaa akamtafuta mume wake hadi kachoka, akaamua kuchepuka na rafiki wa mume wake, ambaye tumtambue kama Razaki, na demu mwingine kaamua kumloga Razaki ili asione wala kusikia chochote, yani awe kipofu na kiziwi wa mapenzi. Razaki kweli akaachana na mke wa jamaa yake na kudata na penzi la huyu dada. Jamaa au Baraka anaambiwa, ili upone na uweze kupata mtoko, lazima utoe bikira wanawake watano. Jamaa anashtuka anasema nitawezaje mimi kufanya mapenzi na wanawake watano kwa siku moja? Kiongozi akasema, "Ukiwa the chosen one, unaweza." Kumbe hawa viongozi ni matapeli, wanaongea na simu kwa siri. Walikuwa wanapokea maelekezo kutoka kwa mkubwa wao. Anaambiwa toka bikira tano, sasa inabidi zitolewe bikira kumi. Siku ilipofika warembo wamejipanga, jamaa yani Baraka anaambiwa jichagulie anaanza na yupi. Jamaa hakufanya makosa, akachagua aliyenona. Kabla jambo halijaanza, jamaa alimuuliza binti maswali kadha ambayo kwa upande mwingine alimfungua binti kwamba pale ni uongo mtupu tu. Lakini the chosen one alienjoy, alijipigia mmoja baada ya mwingine. Walipotoka walihifadhi vitambaa vilivyosafishia damu zao baada ya tendo kwenye kikoba hicho. Kila mmoja alisimulia lake alipotoka kufanya tendo. Mabinti ambao hawakuchaguliwa waliaminishwa kwamba wale ambao wamefanya tendo wanakuwa na baraka, hivyo kila mmoja alitamani kubarikiwa na mwanamke alitoka kuzini. Lakini waliofanya tendo waliona ni uongo tu, kwani unabii ulisema hakuna maumivu yoyote, lakini kwao imekuwa ni maumivu. Baada ya jambo kukamilika usiku viongozi wanajaribu kutoroka huko, jamaa anashtukia mpango huo. Anajaribu kuuliza, mnapeleka wapi hivyo vitambaa vya damu za mabinti hawa? wanasema wanapeleka kwenye utakaso. Jamaa ambaye walimtambua kama baraka anazuia jambo hilo. Kiongozi anaamua kumpiga kisu The Chosen One na wale wote waliotolewa bikira wanauliwa. Demu wa Razaki anaamua kwenda kulipa kisasi kwa mke wa The Chosen One. Kwa sababu mke wa The Chosen One alitembea na mpenzi wake, basi na yeye anaenda kutembea na The Chosen One. Alipofika akakutana na mwanamke mwenzia, katika mazungumzo, mwanamke wa The Chosen One akasukumwa, alipoanguka kafariki hapo hapo. Nyumbani Razaki naye alikuwa kama kichaa, alipoona demu wake hayupo, akahisi kuna jambo atakuwa kumuudhi mpenzi wake. Hivyo akaamua kujiadhibu mwenyewe kwa kosa la kumuudhi mpenzi wake, akaamua kunywa sumu mwanamke naye anarudi akiwa amechanganyikiwa, ameua mtu. Anafika na kuta raha zake naye amekufa na yeye, kwa kiwewe, hofu na mashaka, ameamua kunywa sumu. Wale viongozi wawili walipofika mjini, wanakutana na mkuu wao. Wanachukua vile vitambaa vya damu za bikira kumi na kuanza kufanya ibada zao za kishetani. Jambo la kushangaza, kumbe hata yule mlinzi alikuwa ni miongoni mwa wale wachawi. Ibada inaendelea, mara ghafla anasema kafara imekataliwa, na sababu ni kwamba moja kati ya zile damu sio damu ya bikira. Unatokea mzozo kidogo, wakiwa wanalaumiana kwa uzembe, lakini mkuu anasema inabidi warudi wakachukue damu za bikira wengine watano. Wanasema tutazipataje na yule the chosen one tumemuua? Mkuu anasema ipo namna ya kumrudishia uhai wake. Kwa ajili ya jambo hili, kijijini wanamka, wanashangaa, wale wote waliotolewa usichana wao wameuliwa. Lakini wanashangaa katika hao kumi, yupo huyu mmoja amebaki. Wanajaribu kumuuliza kwamba imekuaje. Anasema mimi sikufanya anasimulia kwamba yeye alisaidiwa na The Chosen One kwa kuweka damu ya kidole chake. Wote wakawa wameshtuka kwamba kumbe ilikuwa ni ile damu ndio iliwafanya wenzao kupoteza maisha. Wakaanza kuwatafuta viongozi wao, wanakuta pia hawapo, wamekwisha toroka. Basi wakaamua kuipumzisha miili ya wenzao, na waliporudi wakaanza kuwasaka wale viongozi wao. Viongozi pia walikuwa wamekwisha ingia tena katika kijiji hiki kwa ajili ya kuongeza bikira nyingine tano. Wanawake hao waliwakamata viongozi wao na kuwafunga kwenye mti kisha wanawambia wawili hao wakiri makosa yao. Mmoja alikubali kukiri makosa lakini, aliuliwa na mtu asiyojulikana. Kisha kiongozi wa ulinzi akaamua kummalizia yule aliyekataa kukiri makosa. The Chosen One alijaribu kujiokoa lakini bahati haikuwa upande wake. Maneno ya mwisho aliyosema ni kwamba nimejaribu kutafuta suluhu la uzazi wangu ili nikufurahishe mke wangu, lakini imeshindikana, kisha akafariki dunia. Mabinti nao kila mmoja alianza kurudisha kumbukumbu zake na kuanza kurejea makwao. Jina la movie hii ni hilo hapo chini. Usisahau kusubscribe, like kama umeipenda na kushare. Asante na karibu tena wakati mwingine.